Kaa pamoja pamoja, hatutakuwa na maana yoyote kama viongozi kushindwa kushughulika na mambo madogo madogo ambayo tunaweza kuyafanyia kazi, na nimesikia hapa kuna changamoto s ya madaraja. Ni kwa nini madaraja hawajapanda? Kwa hiyo mkurugenzi wa afya na kukabidhi jukumu hili, kama tumeweza katika maeneo mengine, ni kwa nini tushindwe kuwapandisha madaraja? anayezuia madaraja yasipandishwe nitamuondoa kwenye nafasi yake. <laughs> Wanakuja kwenye mikutano hii wanakopeshwa. Kwanzia sasa sitaki nisikie mnakopeshwa. Rais <laughs> wetu hataki kusikia, ipo kwenye bajeti. Wa wakurugenzi wa walipe pesa zenu mara moja. <laughs> Ninyi ni watu muhimu sana sana sana Sitakubali wale wopu, wote ambao wako chini yangu, sitaki nisikie hata kidogo, kuna mtumishi anaonewa ananyimwa haki zake za msingi kama za namna hii. Kwa hiyo hili nitalisimamia naomba mnialike tena <laughs> ili kama kuna kiongozi amewanyima haki zenu hizi ambazo sipo kwenye bajeti huyo